Kama ambavyo nimesema, niko hapa kumwakilisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri wa fedha, ambaye alikuwa awepo hapa ye mwenyewe na sisi tumsindikize, lakini kutokana na msimu huu kama mnavyoona yupo kwenye kipindi cha kuwasilisha bajeti ya Serikali ambayo sasa hivi inajadiliwa, atayarishe majibu na vitu vyote. Ameshindwa kufika, akaniambia kaniwakilishe, nikamwambia hata kama usingeniambia nilikuwa nakwenda huko huko, maanake nina shughuli na hii ajenda ambayo naona ninaihitaji sana. Lakini akasema kaniwakilishe, anawasalimia sana, anawapenda sana, na anasema anawaombea mkutano mwema na kila laheri katika kufikia maazimio yenu. Hivyo nitaisoma hotuba yake kama ambavyo yeye angeisoma iwapo angekuwepo hapa. Amesema hivi: kwanza, angeanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na amani katika nchi yetu na hata kutuwezesha kukutana leo katika kongamano hili la tisa la mwaka la ununuzi wa umma. Aidha angesema kipekee nichukue fursa hii kukushukuru Mheshimiwa Dr. Natu Elimamri Mwamba, katibu mkuu wa wizara ya fedha, bodi ya wakurugenzi na menajment ya PPRA kwa kunialika kushiriki katika ufunguzi wa kongamano hili. Vilevile angesema nipongeze wizara ya fedha na wote waliohusika na maandalizi mazuri ya kongamano hili. Angeweka nukta, akasema hongereni sana. Nadhani nanyiye mngepiga makofi haya. Tuendelee, niseme nisiseme, angesema hivi, ninawashukuru pia wadau wa sekta hii ya ununuzi wa umma kwa mwitikio wenu mkubwa wa kuhudhuria kongamano hili. Hii ni ishara nzuri, inaonyesha kwamba sekta hii ambayo hutumia takribani asilimia sabini ya bajeti za serikali yetu ni shirikishi. Angeweka kanukta, akaendelea, sifa hiyo ni muhimu sana katika jitihada za kujenga uchumi wa nchi. Nimefurahishwa pia na ushiriki wa wadau mbalimbali wa sekta za umma na binafsi, Asasi za kiraia na jumuiya mbalimbali za wanahabari. Hii ni ishara pia Wizara ya Fedha inafanya kazi kwa ukaribu na wadau wake, angeendelea. Ni kuwa hii ni mara ya tisa mnakutana katika kongamano hili ili kubadilishana ujuzi na uzoefu pamoja na kujadili masuala muhimu yanayohusiana na ununuzi wa umma. Angerudia kusema hongereni sana na mtu angepiga makofi. Nani kama mimi nikitumwa kuwakilisha Hai Mheshimiwa Mwigulu Chemba. Angeendelea, ndugu zangu, labda nakamkono, angefanya hivi, ndugu zangu. Serikali ya Tanzania imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ununuzi wa umma kuanzia mwaka elfu mbili na moja wakati sheria ya kwanza ya ununuzi wa umma ilipotungwa, baada ya kutumika kwa sheria hiyo na yaliyopelekea kutungwa kwa sheria nyingine mwaka elfu mbili na nne na hapa nangekosea kidogo, angerejea angesema hivi nasema Serikali yetu ya Tanzania imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ununuzi wa umma kuanzia mwaka elfu mbili na moja wakati sheria ya kwanza ya ununuzi wa umma ilipotungwa. Baada ya kutumika kwa sheria hiyo na changamoto kadhaa kuonekana, serikali ilifanya maboresho kadhaa yaliyopelekea kutungwa kwa sheria nyingine mwaka elfu mbili na nne ambayo ndiyo iliyoanzisha mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Wajilia kwa ajili ya kuhakikisha ununuzi wa umma unakuwa chombo cha kudhibiti nuksa. Makofi mngepiga tu, kwa sababu mngeona kwamba nchi hii inaboresha sheria zake na kuleta mambo mapya mapya, na hapo mtu angesema nani kama Dkt. Samia Suluhu Hassan, na nyie mngesemaje? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halafu angerudi akasema, ndugu PPRA ilianzishwa kwa malengo ya kuhakikisha ununuzi unafanyika kwa kuzingatia sheria ya ununuzi wa umma ambapo sheria hiyo imesisitiza upatikanaji wa thamani ya fedha katika ununuzi na ugavi, uzingatiwaji wa haki, ushindani, uwazi, uendelevu, uwajibikaji, matumizi mazuri ya fedha, ufanisi na uadilifu katika ununuzi na ugavi pia. Sheria hiyo imeweka maelekezo kwa taasisi nunuzi kutoa upendeleo kwa wazabuni wa ndani katika zabuni za, za bidhaa, kazi za ujenzi na huduma pamoja na mengine mengi. Kwa kuhakikisha taasisi nunuzi zinazingatia sheria ya ununuzi wa umma, PPRA mnakuwa ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha malengo ya serikali kupitia sheria hiyo yanatekelezwa kwa kubodi point ya upendeleo wa wazabuni wa ndani. Ningesikia tu mtu hapa anapiga makofi, angerejea. Angesema, ndugu washiriki, kauli mbiu ya kongamano hili ni ununuzi wa umma kidigitali kwa maendeleo endelevu, ukuzaji wa kampuni za wazawa na makundi maalum kwa ukuaji wa uchumi jumuishi, yani angeenda na Kiingereza kidogo, angesema digital public procurement for sustainability empowering local enterprises and special groups for inclusive economic growth. Na angeuliza kuna mtu hajaelewa kizungu? <laughs> baada ya hapo, angesema nimefurahishwa sana na kauli mbiu hii, kwani Serikali ilifa, ilifanya na imeazi, imeazimia kuhakikisha tunakuuza biashara ndogo za kati na za ndani, kupitia mipango ya uhifadhi na upendeleo, kadhalika ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali za kuwainua kiuchumi wa Tanzania wote. Imeweka masharti kwenye sheria ya ununuzi wa umma ya kutenga asilimia thelathini ya fedha zinazotumika kwenye ununuzi wa makundi maalum ikiwemo vijana, wazee, wanawake na watu wenye mai maalum. Hapo mimi ningesimama pale, ningesema alafu na nyinyi mngeniunga mkono, makofi atosha, afu kuniampigi makofi vizuri ni kusikiliza nini kinasemwa na mwitikio wako uwakisi kwamba kweli umeelewa kinachosemwa, na kwa nguvu hiyo nakuwa najua makundi maalum yanakwenda kuelewa vile vile na kushangilia na kuipenda Tanzania kwa moyo wao wote. Angerudi angesema, kauli mbiu hii ipo sambamba na mafanikio yaliyotokana na mageuzi ambayo tumeyafanya kwenye sheria katika uboreshaji wa upatikanaji wa zabuni za miradi mikubwa ya kimkakati kwa Watanzania. Kauli mbiu hiyo inaendana na utekelezaji wa malengo yaliyowekwa na Serikali ya awamu ya sita, ambayo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imesisitiza juu ya ukuaji wa uchumi jumuishi kwa Watanzania wote. Mtu mmoja angekuwa na mashaka mashaka humu ndani, mambo tena ya Chama cha Mapinduzi yanakujaje? na sisi tungesema ndiyo ilani tunayoitekeleza. Natarajia mtu huyo angepiga makofi pia. Halafu angerejea, serikali ya awamu ya sita imekuwa ikifanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo endelevu nchini. Tumefanya kazi kubwa kwa kutunga sera na mikakati mbalimbali mbali, ili kuhakikisha utekelezaji wake unachangia maendeleo ya una wananchi na taifa kwa ujumla. Hizo so, ni pamoja na kutunga miongozo mbalimbali mbali inayolenga kudhibiti matumizi ya rasilimali za umma yasiyo na tija kwa taifa. Kwa hali hiyo, tunapotumia fedha za umma kununua bidhaa, huduma au miradi, tunapaswa kufahamu hitaji la maendeleo endelevu, ustawi na manufaa ya muda mrefu kwa wananchi. Kwa hiyo, nilitumia jukwaa hili kuwaasa mjitahidi kukuza viwango vya ununuzi endelevu ambavyo vitaimarisha usawa wa kijamii, maendeleo ya kiuchumi na uendelevu wa mazingira. Tanzania, kama ambavyo nchi nyingi duniani, imetambua umuhimu wa matumizi na mifumo ya tehama katika ununuzi wa umma. Mifumo hii kwa kiasi kikubwa inaondoa changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikipigiwa kelele kwenye sekta mbalimbali. Mtu mmoja angetafakari salamu alizozisema mkurugenzi wa PPRA jinsi gani tulikuwa tunapishana na magari kwenda ofisini, peleka nyaraka hu huku, huyu hayupo, jaza mafuta yameisha, nitakwenda wiki ijayo, mzabuni anasubiri tu. Jinsi gani ataambiwa umekosea kujaza ulichotakiwa kujaza, rudi tena, na mwisho wa tenda unafika, inafungwa anaanza kulalamika, alafu makaratasi ambayo yangezalishwa hayo mengine ya chanwe kwanza yakachomwe yakasababisha hali ya mazingira tete angani. Natarajia baada ya kuona kwamba hapa, Mheshimiwa Mwigulu anasema sasa tuko kwenye matumizi ya mifumo ya TEHAMA, ukumbi ungelipuka ukasema tunaupiga mwingi halo! <laughs> na mimi ningeshangilia zaidi, kwa sababu hizo gharama zote za nenda rudi Zingeokolewa fedha ingebaki hazina, ingekwenda sasa kupeleka hata zile semina zilizokuwa zinasemwa na ndugu yetu Mwambene ili muwezeshwe nyinyi. Hamjaona tu fursa hapo, hebu rudieni kwanza, walengo wa semina zetu hapa ni masuala ya kuconnect mambo, lakini yangeendelea Serikali kupitia Wizara ya Fedha imeamua kujenga mfumo mpya wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, National E-Procurement System of Tanzania, yaani NEST ambao unasimamia na PPRA. Na hapo nafikiri angesisitiza NEST. Ukibuka primary anasema nini? Kiota cha ndege, si ndio NEST au? Lakini leo tungeona kwamba ni NEST ingine ambayo inajumlisha muunganiko wa maneno National e-procurement system of Tanzania, na hapo wanahabari wangeenda kufafanua hilo jambo kwa upana wake na kuliboldi katika magazeti yao. Angerudi angesema hivi: ndugu washiriki, matumizi ya mifumo ya kielektroniki yanayoendelea kuhamasishwa yana faida kubwa kwa serikali, kama ambavyo tumeweza kuona mara baada ya serikali ya Tanzania kuanza kutumia mfumo wa NeST, mifumo imeleta faida mbalimbali mbali. faida hizo ni pamoja na kupunguza athari kwa mazingira kupungua kwa gharama za kuendesha zabuni za serikali, kuondokana na matumizi ya karatasi, kuongezeka kwa kasi ya ununuzi, kupungua kwa makosa katika ununuzi, utunzaji bora wa kumbukumbu na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Baada ya hapo, agetabasamu akasema, nimefurahi kusikia pia kuwa mfumo wa nesti umeongeza uwazi, uwajibikaji na kuchangia kuleta thamani ya fedha zinazotumika katika ununuzi. Ni wazi kuwa mfumo huu utaleta faida nyingine nyingi kama vile kuimarisha utawala bora na kuongeza wigo wa ushindani. Angeendelea, mafanikio niliyoyataja hapo awali yamechangiwa na juhudi za serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kusimamia misingi imara na thabiti ya utawala bora na mapambano dhidi ya rushwa, uzembe, udanganyifu na madhaifu mengine katika ununuzi wa umma. Rushwa itapita kwenye nesti kweli? Hapa unampa nani sasa hiyo rushwa, unaongea naye kivipi? Piga makofi, kwa sababu kumbe hapa PCCB na yenyewe inabebwa katika safari hii, kuongeza ufanisi wake kwa kuanzisha mfumo wa NeST serikali, imetoa fursa kubwa kwa watoa huduma mbalimbali kuweza kufanya kazi na serikali kwa ufanisi, uwazi, uwajibikaji na weledi, na hivyo kuwa katika mazingira bora ya kukuza biashara zao na hivyo kujiongezea kipato. Mtu mmoja angesema hamalizi tu hotuba, na mimi kimoyomoyo ningesema bado peji moja tu na nusu, vumilia tafadhali, ndugu washiriki. Jitihada nilizozitaja zinashabihiana na maelekezo ya ibara ya 13 ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, ambapo uchumi wa kidigitali umetambuliwa kuwa ni muhimu katika kuleta maendeleo kwa kuongeza ufanisi katika uzalishaji na utekelezaji wa shughuli mbali mbalimbali, na pia kutoa fursa za kuongeza vipato vya wananchi na taifa kwa ujumla. Mtu mmoja angesema hili ni sahihi kabisa, kwa sababu hata hiki kilichokuwa kinatoa burudani hapa kimeshinda zabuni kupitia NeST na sasa hivi kinaupiga mwingi. Nani anasema ilani ile anaishukia analaki tu jambo, labda hana taarifa. Jamani, sijaleta siasa hapa, ila anasema hivi jamhuri ya muungano wa Tanzania angeendelea. Ndugu washiriki, mwenyekiti wa Mwenye bodi ya PPRA amenifahamisha kuwa kongamano hili litajadili masuala mengine mengi yanayohusu ununuzi wa umma ikiwa ni pamoja na kubadilishana uzoefu kuhusu ununuzi endelevu kidigitali, na nafasi ya taasisi nunuzi katika kukuza uchumi wa kampuni za ndani na makundi maalum ya jamii. Ni matarajio yangu kuwa kongamano hili litakuja na maazimio ambayo utekelezaji wake utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa. Angese, pamoja na majadiliano na maazimio mtakayotoka nayo katika kongamano hili ambayo yatalenga kuboresha sekta ya ununuzi wa umma, nitumie fursa hii kuzielekeza taasisi nunuzi zote nchini kutekeleza machache yafuatayo: a. taasisi nunuzi zihakikishe matumizi sahihi ya mifumo ya kidijitali katika ununuzi wa umma nchini; b. taasisi nunuzi zitenge asilimia ya ununuzi wao wa mwaka kwa ajili ya kampuni za wazawa kundi maalum na kuhakikisha zabuni zilizotengwa kwa wazawa zinatolewa kwa wazawa kama zilivyokusudiwa. Che, halmashauri zote nchini zisaidie kuibua makundi maalum ya kijamii katika maeneo yao, ambayo yatajipatia fursa zilizotengwa na serikali kwa ajili yao. Na mimi mtu angeniona hapo nikiandika kwa bidii, hili agizo la che maana linanihusu mama shughuli. De, angesema, Taasisi nunuzi zisimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa ufanisi. Na hii wataalamu wanaohusika katika shughuli za ununuzi mzingatie weledi wa taaluma zenu na maadili mnapojihusisha na ununuzi wa umma. Angeendelea nanyi, PPRA muhakikishe mnasimamia malengo ya uanzishaji wenu kama mwalivyowekwa kupitia sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 kwa upande wa washiriki wote, angesema nina waasa tuzidishe uzalendo kwa kuhakikisha tunazingatia sheria na miongozo ya serikali huku tukijitahidi kuonyesha kiwango cha juu cha maadili. Angepumzika, angetazama huku na kule, alafu angesema hivi: huyu ndugu washiriki baada ya kusema hayo, ninapenda kuchukua fursa hii kuwatakia mijadala na mashauriano yenye manufaa yatakayochochea mageuzi zaidi katika ununuzi wa umma. Alafu kwa bolded sentence angesema sasa ninapenda ila kabla sijasema hilo mimi niseme katibu mkuu na viongozi wote mlioko humu, kwa itifaki yenu, shughuli hii kufika hapa kupitia agizo che kwamba halmashauri zote nchini zisaidie kuibua makundi maalum ya kijamii katika maeneo yao ambayo yatajipatia fursa zilizotengwa na serikali kwa ajili yao, mimi naahidi shughuli imefika mahala pake. Naona DLOS akimwakilisha katibu mkuu amesema mwongozo mlishanda. Nashukuru sana kupitia wizara pacha ya ofisi ya rais TAMISEMI, tunasema tunabeba hili jambo katika namna ambayo litawashangaza sana. Kwa sababu gani? Tayari tumekubaliana na ofisi ya rais TAMISEMI kupitia kurugenzi zetu za maendeleo ya jamii wizarani kwangu tuna kuandaa miongozo na sera, na wizara ya ofisi ya rais TAMISEMI tumeanza vikao vya zoom nchi nzima. Jana tulikuwa mikoa 26 lakini sio tu wao, tuna majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ambayo yako ngazi ya mikoa, halmashauri, yapo kata, yapo mpaka kwenye vijiji na mitaa, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha kila mjasiriamali aliyeko huko kijijini anafahamu habari njema za uwepo wa fursa lukuki ambazo hajawahi kuzisikia, anajiunga kwenye kikundi na vile vikundi vinasajiliwa. Kumbe ule usajili sio ule wa kivyetu vyetu tulikuwa tunaufikiri, lazima tu connect na NeST ili wakishasajiliwa kule, wanapounda majukwaa yatoka nao na vile vikundi, kazi yetu inakuwa ni kupeleka taarifa zote hizi ambazo mnakuwa mnatupatia kisekta, wajue wafahamu na vigezo vya viongozi wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, pamoja na wasajili wa vikundi hivi ambao ni maafisa maendeleo ya jamii, ambao kwa moyo mmoja wamesema tulete kazi, na kazi ndiyo hii. Itakuwa ni vikundi vingapi ulivyovianzisha kwenye mtaa wako na kijiji chako tayari vimeshasajiliwa kwenye mfumo wa NeST. Hizo changamoto za kwa nini vikundi hazisajiliwi, hapa tumefika mahala pake tutashirikiana na wenzetu wa Baraza la Mashirika asio Kiserikali na kongo kuhakikisha tunawawezesha ili nyinyi muone hizi namba alizokuwa anazisema mkurugenzi hapa zinaongezeka na kutisha. Nani kama sisi? Jamani, ha mi sijasikia, mi sitoki hapa mpaka mseme nani kama sisi. Sisi ni mimi na wewe na wote mlioko hapa ambao wanatufuatilia, ambao ni wadau. Hayo yangekuwa ya kwangu, kama ahadi yangu ya kuja hapa. Nimefurahi, nimefunguka, nimeelimika, nimepata nguvu mpya. Kama mama maendeleo ya jamii, mtasikia kishindo cha baada ya na hapo. Nirejee kwa mheshimiwa Mwigulu Nchemba, angesema asante sana waziri. Sasa ninapenda kutangaza kwa kongamano hili kuwa kongamano hili la tisa la wa rasmi na asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Naomba tusimame wote. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana mheshimiwa jamani, tupige makofi. Achia makofi mengi. Mpungie Mheshimiwa Gwajima. Pungeni mkono kwa Mheshimiwa Gwajima. E, punga mkono kwa Mheshimiwa Gwajima. Wanakutakia kila la heri 2025. Tunakutakia kila la heri 2025. Asante, naomba tuketi.